Juzi nilikuwa pia namsikiliza namsikiliza ik namsikiliza Dr. Kitima, eh, Padre Kitima. Kwanza niweke interest, Padre Kitima mimi kwangu ni bosi boss. Ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine mi nikiwa assistant lecturer na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki, na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia kwa sababu pia nasali na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza na ambayo hapa pia imetamkwa, hapa, imetamkwa hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya, ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huko amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe kwa am tusipresent hoja kwa mihemko, tusipresent hoja kwa mihemko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana lakini hoja, yani, tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi navyomwona kiongozi wangu wa dini, navyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, navosema, navofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namwona yule kiongozi wa dini oni himself nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye. Mwaziri waziri, mimi nihitimishe tu kwamba tunatoa sapoti kubwa. Miezi michache iliyopita kulikuwa kuna wizi mkubwa sana wa transfoma pamoja na ukataji wa baadhi ya miundombinu ya Tanesco, lakini tumeshirikiana na Tanesco wenyewe kuhakikisha kwamba tunadhibiti tabia hiyo. Wapo watu ambao walikuwa wanaibaiba iba vitu hivyo, lakini mpaka sasa kwa ushirikiano na jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola hali imeendelea kuwa nzuri sana. Na jambo la mwisho pia, zaidi sisi tunaendelea kumonita. Juzi nilikuwa namsikiliza ndugu yangu Padre Kitima, moja ya statement yake aliyoizungumza ambayo ni kubwa sana, yaani ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza kufikiri ndogo, ila ni kubwa sana. Anasema siku niliyovamiwa kulikuwa kuna conspiracy kati ya wavamizi na TANESCO na kwamba TANESCO walizima umeme ili wale wahalifu waweze kuni kunidhuru kwa haraka. Sasa nimeongea na ndugu yangu Twange pia kwamba statements kama hizo ni statements ngumu sana na ni statements ambazo lazima tuanze kuzifanyia kazi vizuri sana. Kwa hiyo tumekusha wambia wanasheria wafanye kazi yao na bila kubaki kimya, kwa sababu TANESCO tunayoifahamu ambayo kazi yake kubwa ni kupeleka huduma nishati kwa watu, sidhani kama inaweza kujiingiza kwenye upuuzi wa kiasi hicho cha kuzima umeme ili mtanzania mmoja aweze kudhurika. Sasa ukikuta kuna hayo maneno ndani ya mkoa unaouongoza, there is something to do, na lazima kama mkoa na lazima wanasheria tukae kwa pamoja, tumuulize vizuri ndugu yetu Father Kitima, labda na maelezo mazuri na ya ziada yatakayotusaidia kuweza pia kufikia kwenye lile lengo ambalo tumelikusudia. Lakini bado nataka nikuthibitishie, tutafanya kazi hiyo, ili taswira ya Tanesco, kama ambavyo ndugu yangu mkurugenzi amesema, iendelee kuwa njema. Baada ya kusema haya, mheshimiwa waziri, nakushukuru sana na asanteni sana.